Mabibi na mabwana, habari za wakati huu. Aa, karibuni tena katika uh, chaneli yetu hii, chaneli yenye lengo la kuifanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi. Ongereni kwa zawadi ya uhai ambayo Mungu anaendelea kutukirimia kila iitwapo leo. Na leo tunakwenda kuangalia sifa za mchungaji mwema, sifa za mchungaji mwema. ukisoma Um, neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ya kumi aya ya kumi na moja Bwana Yesu anajisema yeye kuwa ni mchungaji mwema. Inamaanisha nini? Basi leo tutakwenda kuona namna ambavyo mchungaji mwema anatakiwa kuwa. Tutajitafakari sisi wenyewe ili tujue sisi ni watu wa namna gani, sisi ni wachungaji wa namna gani katika maeneo yote yale ambayo Mungu ametupa kazi ya uchungaji. Basi nikuombe, kabla tujaenda mbali, tuweze kwenda pamoja, nikuombe ulike basi video ili tuweze kutiririka pamoja kuona sifa za mchungaji mwema. Karibuni sana. Sifa ya kwanza ya mchungaji mwema ni yule ambaye anajitoa kwa ajili ya kondoo wake. Mchungaji mwema siku zote anajitoa kwa ajili ya kondoo wake. Eh? Yesu alisema kwamba mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Sehemu zingine anasema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, na sisi wote ni mashahidi, tumeona namna ambavyo Yesu Kristo alikubali kufa kifo cha aibu pale msalabani kwa ajili ya sisi kondoo wake, kwa ajili ya sisi rafiki zake. Na hiyo itufundishe sisi kama wachungaji, wewe kama baba, wewe kama mama, wewe kama kaka, kama dada mwalimu kiongozi, pale ambapo ulikuwa mchungaji au unatakiwa kuwa mchungaji, ni kwa namna gani umeweza kujitoa kwa ajili ya kondoo wale unaowachunga? Kama hujaweza kujitoa kwa ajili yao, basi ujue wewe eneo la kuwa mchungaji mwema maana kihuja litendea haki inayopaswa. Mchungaji mwema anaweka maisha yake rehani kwa ajili ya kondoo wake, hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ndugu zangu, mchungaji mwema anawajua kondoo wake na wao wanamjua Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo alisema kabisa, uh, kondoo wangu ninawajua, nao wanijua mimi. Wale ambao ni wangu wanijua na mimi nawajua wao, na kwenyeyo hili eneo hili la mchungaji kujua kondoo zake, huwa nalinganisha sana na walimu, uhusiano wa walimu na wanafunzi mashuleni. Ninaona kwamba uhusiano wa walimu na na wanafunzi ni ule uhusiano wa mchungaji mwema ambaye kila mmoja anamjua mwenzake. Kondo, kondo mchungaji anamjua kondoo na kondoo anamjua mchungaji. Watoto wengi, wa shule wengi, wanafunzi hasa wa madarasa ya chini haya wanajua walimu wao. Walimu wanawataja kwa majina: Sofia, Lucas, Asha, Mariamu, Juma, Seraphia, bwana, wanawajua. Lakini na watoto wao wanajua walimu wao, ticha fulani, ticha fulani, na ndio maana mwalimu akisema kitu kinakaa, kwa sababu mchungaji mwema anaposema jambo linakaa. E, na binti au kijana wa shule anaporudi nyumbani, ukimwambia jambo fulani, kama ticha hajasema atasema mm-mm, hiyo aliko sawa ticha hajasema ticha fulani hajasema hivyo. Kwa sababu mchungaji mwema anawajua kondoo zake, nao wamjua mchungaji. Hiyo ni sifa ya pili. Sifa ya tatu, mchungaji mwema ana kazi ya kulinda kondoo wake, anawalinda kondoo wake Huwa tunaona mfano wa bwana wetu Yesu Kristo wa mchungaji mwenye kondoo mia akasema, yule ambaye ni mchungaji mwema lazima kondoo moja akipotea atawaacha wale tisini na tisa wabaki aende akamtafute yule kondoo mmoja aliyepotea, kwa sababu mchungaji mwema ana wajibu wa kuchunga kondoo wake. Na bwana wetu Yesu Kristo alimwambia Mungu kabisa, sitaki hawa ulionipa nipoteze hata mmoja. Na ndio maana alikubali kuteseka kweli kweli ili ahakikishe kwamba wale kondoo aliopewa hajapoteza hata mmoja. Hivi sisi katika uchungaji wetu tunawalinda kweli kondoo zetu kwa kiasi hicho? Tunahakisha kweli kondoo tuliopewa? Wewe kama ni baba unahakisha mama na watoto wanapata uchungaji unaopaswa? Wewe kama ni mama unahakisha baba na watoto wanapata uchungaji wanaopaswa? Wewe kama kiongozi unahakisha wale unaoongoza wanapata ulinzi ambao wanaohitaji? Mchungaji mwema analinda kondoo zake. Kwenye hili naomba nitoe mfano mmoja ambao padi mmoja aliutoa kanisani. Padri moja alitoa kanisani mfano. Alisema kulikuwa na semina moja ya akina mama. Kwenye ile semina ya kina mama pamoja na mambo mengine yote, jambo mojawapo ambalo liliongelewa pia ni juu ya uchungaji mwema. Ni juu ambavyo baba anatakiwa kuwa mchungaji mwema kwa mama na watoto. Ni juu ambavyo mama anatakiwa kuwa mchungaji mwema kwa baba na watoto. Basi kwa sababu ilikuwa ni semina ya kina mama, yule msemilishaji akasema, "Jamani, mchungaji mwema sana walinda kondoo wake." Hebu niulize. "Kina mama wangapi hapa ambao walishawahi kupigwa na waume zao? Watoke mbele, wote watoke mbele, wale ambao walishawahi kupigwa na waume zao watoke mbele." Basi kundi lote la kina mama likatoka mbele, akabaki mama mmoja tu, na wamama wakamonea wivu yule mama mwenzao, ambao yeye inaonekana hajawahi kupigwa na mume wake. Na yule msemeni kasema, afadhali nimepata japo role model mmoja ambaye yeye atatueleza sasa ni nini anafanya mpaka hajawahi kupigwa na mume wake basi akamwambia mama, tunashukuru kwamba wewe hujawahi kupigwa na mume wako, hebu tueleze nini unafanya ambalo kimefanya mume wako asikupige, wake wenzako wote wameshakupigwa na waume zao. Akasema, ndugu yangu, mimi unaponiona, akaonyesha gongo, unaliona gongo hili? Hii gongo ndo nimetembea kufika hapa, na nimefika hapa, mguu unaniuma kweli, nimeshindwa kusogea huko mbele, kwa sababu mume wangu jana usiku kanivunja mguu. Ikabidi watu wote waseme oh oh oh oh, kwamba kumbe amepigwa kupitiliza afadhali wenzako, alipigwa jana na juzi na hiyo siku za nyuma zaidi, yeye ndo kapigwa usiku wa kuamkia leo, kavunjwa mguu. Kwa hiyo hapo inaonekana hakuna mchungaji mwema hata mmoja. Wachungaji hawa hawalindi kondoo wao e, hawatunzi kondoo wao. Basi baba padri yule, baada ya kutoa huo mfano, akawaambia wanaume, jamani, tunaomba mchunge hawa kondoo, mlinde hawa kondoo, eh, hawa kondoo si wakupiga wakuvunjwa miguu hawa kondoo ni wakutunzwa ni wakulindwa, kama vile Yesu Kristo alivyotunza kanisa lake siku zote. Mchungaji mwema analinda kondoo wake. Wewe je? Wewe baba unalinda mama? Wewe mama mnamlinda baba? Mnalinda watoto au mnawavunja miguu? Jamani, mchungaji mwema analinda kondoo wake. Lakini uh, sifa ya nne, mchungaji mwema hatoroki wakati wa hatari. Eh? Wakati wa hatari mchungaji mwema hatoroki. Bwana wetu Yesu Kristo wakati wa safari ya mateso Ifika mahali anaambiwa, kama unafikiri hebu, e, e, angalia kwe, angalia ile nchi nzuri sana angalia, zile mali zote yani, ukinisujudia haya yote nitakuachia wewe. E, kama wewe na mimi pengine ungesema ah, katika mateso yanayonifuata huko mbele ni bora nimsujudie mimi nipewe zile mali, bora nimsujudie mimi niepuke hiki kifo kibaya. Lakini mchungaji wetu mwema Bwana wetu Yesu Kristo hakutoroka, hakukubali kupewa zile mali na nchi ile inayoonekana nzuri sana kwa ajili ya sisi rafiki zake kwa ajili ya mimi na wewe mchungaji mwema hatoroki wakati wa hatari. Basi hapa kila mmoja akajitafakari, hivi, ikitokea kuna hatari utakimbia, wache familia? tokea kuna njaa kubwa sana utakimbia, wache familia, familia? Naamini kila mmoja ataangaika tu hakisha kwamba wale kondoo waliopewa wanachumba ipasavyo. Lakini uh, sifa ya tano, mchungaji mwema ana moyo wa upendo na huruma. Mchungaji mwema ana moyo wa upendo na huruma, na hiyo ndio upendo, ndio kazi kubwa ya mchungaji, upendo na huruma kwa sababu usipokuwa na upendo, ina maana kondoo akiingia kwenye shimo sa bwana na wewe uoni eh, wala umhurumii eh, kwamba pale safari hii me, e, tumeenda sana eh, hebu nisimame kondoo wanywe me maji eh. upendo na huruma, hiyo ni sifa kubwa ya mchungaji mwema. Mchungaji mwema ana moyo wa upendo na huruma. Tukoje huko majumbani? Tukoje huko kwenye sehemu zetu za kazi? Tukoje si tuliopewa mamlaka mbalimbali, tuna moyo wa huruma na upendo kwa ajili ya wale tunaowachunga. Hebu tutafakari na tuliangalia hili lakini, sifa ya sita, mchungaji mwema anaongoza kwa mfano. Mchungaji mwema anaongoza kwa mfano, maisha yetu. Bwana Yesu Kristo anatuambia kwamba imani bila matendo imekufa, haina maana yoyote. Kwa hiyo hata kwenye uchungaji, mchungaji mwema lazima aongoze kwa mfano. Watu wajiangalie, wanapomwangalia au wanapokuangalia, wajiangalie wao wenyewe. Wakitaka kujua uwema manake nini? Waangalie maisha yako. Wakitaka kujua upendo maanake nini? Waangalie maisha yako. Kujitoa maanake nini? Waangalie maisha yako wewe mchungaji mwema. Eh, watoto, eh, wa, eh kuna baba mmoja alikuwa anasema, yaani watoto lazima harufu yao iwe ile ya mzazi. Baba naye ya harufu yake ile iwe ya watoto. Mama, hivyo kila mmoja ndani ya familia ijulikane hiton ni ya familia fulani. Hiton ni ya familia fulani. Mchungaji mwema anaongoza kwa mifano. Sisi je, mimi na wewe tunaongoza kwa namna gani pale ambapo tuko na kazi hii ya kuongoza? Mungu atusaidie sana. Lakini mchungaji mwema anawafundisha na kuwalea kondoo wake, anawafundisha na kuwalea kondoo wake. Kwa hiyo kazi kubwa pia ni kuhakikisha kwamba tunawafundisha vile tunavyotamani wawe, wale tunaowalea tunawafundisha ili wawe hivyo kweli, lakini tunawalea ili wawe hivyo kweli, waseme sisi ni wa hivi, wafurahie wao kuwa wa hivyo. Mchungaji mwema anafundisha na kulea kondoo wake. Ndugu yangu, wewe na mimi wote ni wachungaji kwa namna moja nyingine. Wewe kama baba ni mchungaji, wewe kama mama ni mchungaji, kaka dada ni mchungaji, kiongozi ni mchungaji. Popote pale ulipo unalo kundi la kuchunga e, unao majirani pia ni sehemu ya kondoo ambao natakiwa kuwachunga. Kila mmoja alee mwingine katika maisha haya, kila mmoja anamhitaji mwingine, tunategemeana wote na tunategemeana Utegemezi huu utakwenda sawa kama kila mmoja atakwenda kuwa mchungaji wa mwenzake, lakini tukiachana tutapotea. Tukiachana huyu anapotelea huyu anapotelea huku, familia zinaharibika, na lengo letu la kufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi linapotea, linapoteza thamani yake, linapoteza maana yake. Basi niwasihi ndugu zangu wote ambao mmeangalia video hii, mwende mkatafakari maisha yenu ya kila siku na mimi nitakwenda kutafakari ya kwangu, ili kwa pamoja tuseme tumekuwa kweli wachungaji wema. Mimi nimekuwa mchungaji mwema katika maisha yangu, pale nilipopewa uchungaji niliutendea haki, ninazo hizi sifa saba za mchungaji mwema, au basi na babaisha babaisha tu na pale ambapo tunapoona tunakosea, basi turudie kumwangalia mchungaji wetu mkuu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye alikubali kufanya yote, kujitoa kwa yote kwa ajili ya sisi na mimi na wewe, kwa ajili ya makosa yetu. Hebu fikiria makosa ambayo tumeyafanya. Hebu kufikiria kifo cha aibu ambacho alimekufa Bwana Yesu Kristo msalabani. Wewe ungekubali, hmm? Pengine mimi singekubali pia ne, ya, lakini Bwana wetu Yesu Kristo akasema lazima nife kifo hiki ili wale niliyopewa asipotee hata mmoja. Watu zangu katika dunia hii, tunahitaji wachungaji wema, tunahitaji viongozi wema, tunahitaji walimu wema, tunahitaji wachungaji wa kanisa wema. Eh, kila mmoja tunataka awe mwema ili dunia hii iendelee kuwa sehemu nzuri sana ya kui, sehemu ambayo itatufanya kwa pamoja tushikane mikono ili tuweze kwenda mbinguni kama ambavyo Mungu alivyotupangia. Ninakushukuru sana kwa kuangalia hii video. Niendelee kukualika uendelee kuangalia video zingine zingine zingine zaidi, lakini ulike na, u, na, na utoe comment ili tuendelee kufundishana kila siku, twendelee kukumbushana kila siku wajibu wetu kama wachungaji, wajibu wetu kama wale ambao tunataka kushiriki kuifanya dunia hii iwe mahali pazuri zaidi pakuishi. Ninakushukuru sana basi, endelea kuangalia video zingine kwa ajili ya mafundisho zaidi.